Tunaenda kumhoji kidogo ili tupatie mawili matatu ambayo yataweza kusaidia, utajua ukoonae ni mambo mazidi ambayo yanastahili. Ndio, ndio. Mungu atusaidie sana. Sawa sawa huyu ndiye mzee Atanas Kaloli. Naweza nikamuuliza maswali mawili ama matatu. Mzee Atanas Kaloli. Naam. Mwaka huu umefikisha miaka ngapi? Nimefikisha miaka 85. Ndio.

nimekulia huko na kuoa, nikaoa nikiwa huko. Mke wangu nimemuoa tarehe moja mwezi wa kumi na moja mwaka elfu moja mia tisa sitini na sita mpaka sasa niko naye, akanijalia kupata watoto kumi, watano akapeleka mwenyewe, nikabaki na watano. Sasa hivi na karibu hata hamusini wanaingia wajukuu wanakaribiaamina sana. Hiyo ni historia fupi ya mzee Atanas Kaloi. Tumeangalia namna umri wa miaka aliyonao na pia idadi ya wajukuu wakiwapata karibia 50 ni jinsi gani babu Mungu anazidi kumsaidia mzee huyu, anaendelea kuwa hai hayakubalikisana. Unaelekea kwa bibi yetu a kwa ajili ya mahojiano mafupi machache. Bibi yetu karibu sana, unaisikiaje katika siku leo? Kwa kweli, mimi nasikia vizuri sana, sukuya leoaawaan wa

Aiyo, karibu sana mwendelee na upendo kama, kama namna hii. Ndio. Nawaombea sana kwa Yesu. Barikiwa sana. Amen. Huyu ni Bibi yetu Melania Miaga la Mawela ambaye anasema ana miaka 74. Katika mwaka wa 2026 Mungu anazidi kumsaidia. Tunamwombea Mungu amsaidie zaidi na zaidi aendelee kuwepo kabisa Daran. Pia katika hii hafla fupi ya siku leo tuna baba yetu ambaye ni mzee Enesi Atanasi, baba mzazi. Karibu kwa mamachache mawili ama machache ambayo unaweza kuwa nayo ukatusaidia pia, ufahamu jinsi ukoo wa mzee Atanasi Kaloli unavyo ufahamu. Karibu, karibu sana <tusun> ndio <tusun> na nangunao ilikuwa wajibu wangu kwa wazima mwaka 2026 ndio jambo la mwisho. Sasa hivi ndio, sasa hivi ndio, hapo hapo kwenye njia hapa. Ndio, leo leo nafurahia kwamba leo mwaka 2026 ndio

okiwezekanaa e, si so, nje, nje. E, e, sana e, haya ni maneno ya mzazi. Ni miongoni mwa watoto wa mzee Atanasi Kaloli, anaitwa Venasi Atanasi, ni mzazi wangu yeah tangazaji tumepata mawili matatu kuhusiana na Hingi. jinsi yali mtoto wanne na pia amefikisha miaka hamsini katika mwaka huu elfu mbili na sita pia amejitambulisha ana wjukuu wapata kumi na moja tunaona ni jinsi gani ambapo mungu anamsaidia pia ana watoto katika familia yake ndiyo tunaendelea kuangalia na katika siku ya leo

ambao umeamua kumoka sisi kama familia kwamba mtu wafanye mambo yake ndani ya aa, lakini akikishe kwamba uhakikishe kwamba unapofika tarehe moja ndio lazima tuje tujue kama ia, baba na mama hawajapo, ndio na wanaendeleaje. Napenda tu nitoe wito kwa wale ambao hawakuweza kufika Ni sawa sawa. Hey, haya ni maneno ya baba yetu eh, Emmanuel Atanasi Kaloli ni maneno ambayo tumeyapata maneno ya hekima kwamba kwa wale ambao hawajafanikiwa kufika kwa mwaka huu. Hivyo basi tukio lijalo kwa ajili tu tufahamiane na, ajitu, na tufurahie, eh, mambo mbalimbali mbali, kama jinsi tulivyofurahia katika mwaka huu. Huyu ni dada yetu pia anaitwa Naomi Abdala, karibu kwa mawili matatu. Umeionaje siku ya leo? Umeonaje sherehe ya mwaka mpya? Karibu. Mimi naiona iko poa, ndio. Namshukuru Mungu kwa uwepo wake. Amina sana, umeweza kunivusha mpaka hmm. Mdau nipo, ndio. Napenda kuwashukuru sana bibi na babu. Sawa sawa maana ndo waliotufanya kutufikisha mahali hapa, ndio tumefurahi. Mm, tunamshukuru Mungu. Amina sana. Nawapendeni na sana, ndugu zangu mm, na wote mnaotutazama mm, nawapendeni sana. Mungu awazidishie neema na baraka. Amina, amina. E, hayo ni maneno ya dada yetu anaitwa Naomi Abdalla ametupatia maneno mazuri kwamba Mungu anawapenda sana na yeye pia anatupenda kwa hiyo tuendelee kupendana sisi kama ndugu ndugu, wa familia moja, ndugu wa baba moja hapa. Eh, na DJ Afro uh, <laughs> karibu sana mpate maneno mawili matatu ambayo kusaidia ndio, sawa saaahpakaatha kidogo aataa unaweza ukatupatia kionjo, angalau kidogo kionjo, najua mm. ukiwa DJ mm. au ukiwa na kipaji fulani mm. au tukikuna kionyesha mara kwa mara ndio eh. ila mm.

Naweanavyomsikia DJ mai, DJ Mafi, DJ cukuu, DJ pia dj, DJ Afro ambaye ni mimi hapa, yani Alois mcukuu, amzatanazi mimi bana. Cha kwanza kabisa nipende hutumu kwa kunipa uhai kutoka nimezaliwa mpaka hmm, mwaka huu elfu mbili hmm, na ishirini na sita. So, so. na sita ni jambo kwanza la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Cha kwanza kabisa, hmm, nimshukuru Mwenyezi Mungu, pia nimshukuru babu na bibi, hmm, kwa sababu wasingekuwa hao, ndio mimi singekuwa hai wala nisingekuwepo nisinge kabisa wala nisingekuwa na julikani, hmm, kwa hiyo nani kizazi kimeanzia kwa Adamu na Hawa, hmm baadaye bibi na babu. Ndio. Baadaye baba na mama, baadaye sasa kwa. Yeah. DJ nika sasa. <laughs> Sasa huyu ni Aloisi noc almaarufu kama DJ Aflo wa ukoo wa mzee Atanasi kaloi. Huyu ni mtu ambaye anaweza kutafsiria movie, ni kipaji alichonacho, na utaipenda na utaendelea kufurahia, kwa hiyo na movie yoyote unaigiza, unahitaji uweke kionjo cha DJ Afro. nataka kutengeneza tangazo lenye sauti ya DJ Afro. Tangazo ya DJ Afro. Yuko, yupo atakutengenezea tangazo zuri na utafurahia biashara yako ndugu ya, hmm, mtazamaji na ndugu msikilizaji pia. Tupo na shangazi yetu, yupo katika maeneo mazuri, maeneo ambapo ni vitu vizuri vinapatikana. Shangazi yetu, karibu sana upate kuzungumza mawili matatu, naioneje siku ya leo, sherehe ikoje na mambo mengine ambayo Mungu anaweza kusaidia kuzungumza. Karibu sana. Asante sana ndugu. Ndio. So, so, ndio, hmm, so, so. Huyu ni shangazi yetu, anazidi kutujali, anaendelea kutuandalia chakula hili tupate chai na chakula. Chenyewe ndio hicho hapo ambacho tunaenda kukipata, tunafurahia, tunakula zaidi. Ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, ni wakati mzuri na wakati sahihi kabisa ambapo tunakukaribisha wewe ambaye haukupata nafasi ya kuhudhuria. Tunatumai kwamba mwakani majira kama haya utahudhuria na utakuja tujumuike pamoja. Karibuni sana, Mungu awabariki sana, asanteni.